Ujambo na karibu. Kwenye kipindi kilichopita tuliweza kujifunza kuhusiana na utupu wa atomi na tuliweza kujua kuwa atomi ni kitu ambacho nafasi kubwa yake ni tupu, ni kitu ambacho kimejaa utupu na tuliweza kuona kuwa asilimia tisini na tisa nukta tisa tisa tisa. Yani tisa tisa bila kukoma asilimia 99.999999 na kuendelea ya yeah, atomi ni utupu. Yaani, <laughs> kwa maneno mengine, vitu vyote ambavyo sisi tunavijua vimejaa utupu, ikiwemo kalamu hii ambayo ninaishika hapa hivi, mkono wangu mejaa utupu ndani yake, karatasi hii, meza hii, vitu vyote ambavyo tunaviona na kuvigusa vimejaa utupu. Hii ni jambo la kushangaza sana, lakini ni maajabu ya ulimwengu ambao tunamo, tuna, tunaishi ndani yamo. Na jambo lingine ambalo ningependa mlijue la kushangaza pia ni kuwa hakuna kitu kama kushika kitu kwa uhalisia. Kwa mfano ni kuna kalamu mkononi, kwa hivyo mtu akinitazama atasema imeshika kalamu lakini, katika kiwango cha kiatomiki ni ukweli nimeshika kalamu hii. Ukweli ni kwamba hakuna kitu kama hicho. Sishika kalamu hii, mkono wangu bado haujagusana. Mkono wangu bado, ama vidole vyangu havijagusana na sakafu ya kalamu hii. Ikiwa umewahi dhania kuwa wakati unagusa kitu, tuseme kama kugusa karatasi hivi, unadhania wewe kuwa vidole vyako ama ngozi ya viganja vyako vimeweza kugusa karatasi ile, basi naweza kuambia siku ya leo ni kuwa hiyo si halisia. Hakuna wakati vitu ama wewe umewahi kushika kitu na ngozi yako ama ya ngozi yako na sakafu ile ya kitu ambacho na za kiligusana kwa uhalisia. Pia wakati nashikanisha mikono yangu hivi, utadhani zimeshikana, lakini bado hazijashikana. Kwa nini nasema hivyo? So ukweli ni, ni huu. Wakati tulikuwa tunazungumzia kuhusu muundo wa atomi, tulisema hivi, tulisema atomi ina nukliasi katikati na ina, ina viwango vya, ya nishati humo nje, na kwenye viwango vya nishati tulisema kuna vitu vitwavyo elektroni. Kumbuka vitu hivi ama chembe chembe hizi zitazo elektroni huwa hazikai pale pamoja, huwa zinazunguka kwa kasi ya juu, kwa kasi ya juu sana, zinazunguka na kutengeneza kitu kama wingu kwa sababu ya ile e, kasi ambayo inazunguka nukliasi inazunguka kasi ya juu na kuteza wingu inalozunguka nukliasi. Na kumbuka tulisema elektroni, elektroni ina chaji, chaji ya hasi, na elektroni ndiyo hupatikana kwenye e, viwango hivi vya nishati. Kwa hivyo tuseme kidole changu wakati nashuka kalamu hii, kuna elektroni moja hapa juu kwenye ngozi kabisa elektroni ambayo imes, im, imetulia pale juu, na kisha kuna elektroni ya kalamu hii upande huu mwingine, na hapa kando tuna atomi ambayo iko kwenye saka ya kalamu hii yetu ambayo tunaitumia hapa hivi na kisha tuseme kwenye eh, kiwango cha nje cha nishati cha atomi ya kalamu hii kuna elektroni mbili. Kwa hivyo upande huu ni atomi eh, iliyoko kwenye sakafu ya kalamu na upande huu mwingine ni atomi, atomi iliyoko kwenye sakafu ya kidole changu kidole. Alafu pia tunasema hapa hivi kuna elektroni na tulisema elektroni pia hapa hivi ni chaji ya hasi. Ah, samahani, chaji ya hasi Kulingana na sheria za kielektromagnetiki, tulisema chaji ambazo zinafanana, chaji ambazo ni sawa hutengana, chaji hizi hutengana. Kwa hivyo wakati kidole changu na kalamu hii zinakuja pamoja, ni chaji hizi ambazo zinafanana na zinatengana, zina nanafanya zina, si na mimi ama kidole changu kinahisi kuwa kimegusa kitu. Chaji hizi hutengana kwa fujo sana kiasi cha haiwezi, ni vigumu sana kwa vitu hivi viwili ama atomi hizi mbili kugusana kwa uhalisia na kubanana pamoja, ni vigumu sana. Kwa hivyo wakati nagusa kitu kama hichi na kuhisi kama nimegusa kalamu hiyo, hali ya kuhisi inatokana na nguvu zile za, kuping, za, ku, za kutengana zinazotokana na chaji hizi mbili ambazo zinapatikana kwenye elektroni zilizoko kwenye vidole vyangu na zile zilizoko kwenye sakafu ya kalamu hii. Kwa hivyo ikiwa unadhania kuwa umewahi kushika kitu chochote katika maisha ya yako, basi na kupatia taarifa maalum, haujawahi kushika kitu chochote katika maisha yako na huenda hautawahi. Lakini ikiwezekana ushike kitu na atomi za vidole vyako zikutana na atomi za kitu hicho, basi Kutakuwa na mlipuko hapa hivi, kutakuwa na uh, uh, kitu kwa kimombo tunaita reaction, tutakuwa na mlipuko hapa hivi, na huenda uh, mlipuko huo uta, utasababisha vidole vyako kuchomeka ama kupata majeraha mabaya sana ama kupata ngozi mpya ambayo inatokana na mchanganyiko wa elektroni mbili tofauti kutoka uh, vifaa viwili tofauti. Sijui kama nimeweza kuelezea hivyo vizuri kabisa, lakini hii ni kitu cha muhimu sana sisi kujua ya kuwa uh, vitu huwa vishikani yeah. Mkekelee kalamu hiyo kwenye karatasi hivo, hazijashikana lakini bali ni nguvu kati ya uh, elektroni kwenye atomi hizi mbili tofauti nasukumana na, na hakijawahi kuweza kushikana. Zikishikana basi kutakuwa na mchanganyiko ambao utasababisha kuwa na mlipuko ama kitu ambacho si cha kufana, huenda hata moto ukatokea ukatoke, kwa sababu inahitaji nguvu nyingi sana uh, atomi ama elektroni ama tuseme uh, uh, viwango vya nishati viwili vya atomi mbili tofauti kushikana pamoja, inahitaji nguvu nyingi sana kuwezesha kitu kama hicho kufanyika. Natumai nimeweza kukufunza kitu kipya leo kuhusiana na atomi.